Dr Hussein Ali Mwinyi leo ametangaza baraza jipya la mawaziri lenye sura ya mabadiliko na uwiano wa kisiasa akiongeza idadi ya wizara hizo kutoka 18 hadi 20. Lakini zaidi ya idadi, ujumbe uliojitokeza ni ule wa uwajibikaji, kasi na nafasi ya upinzani katika serikali ijayo. Taarifa kamili imeandaliwa na Salma Said kutoka visiwani Zanzibar. Tangazo la baraza jipya la mawaziri lililotolewa leo ikulu Zanzibar limeashiria mwanzo wa awamu mpya ya uongozi chini ya Rais Mwinyi. Katika tangazo hilo, Rais Mwinyi ameongeza wizara mbili na kuachia wazi nafasi nne kwa ajili ya chama cha upinzani cha ACT Wazalendo ili kuendeleza dhamira serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi nafasi hizo, mpaka pale tutakapokubaliana, aidha wanaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa au la. Na hapa natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha, ambayo ni kikatiba ni siku tisini. Katika orodha ya walioteuliwa wizara nyeti kama fedha na mipango sasa itaongozwa na Dkt. Juma Malik Akili aliyekuwa katibu mkuu wa wizara hiyo katika awamu iliyopita. Uteuzi unaonyesha mwendelezo na uzoefu katika kusimamia uchumi wa Zanzibar. Baadhi ya mawaziri wa awamu iliyopita hawakurejeshwa akiwemo aliyekuwa waziri wa habari Tabia Maulidi Mwita na waziri wa ikulu Ali Suleiman Amer mbadala wake. Nafasi zao zimechukuliwa na sura mpya na vijana, hatua wa ambayo wachambuzi wa siasa wanaiona kama mkakati wa Rais Mwinyi kuimarisha ufanisi na kuandaa viongozi wapya na baadaye, katika mazungumzo yake, Rais Mwinyi amesema wazi kuwa serikali yake ya awamu ya pili itakuwa na kasi zaidi, huku akisisitiza uwajibikaji wa mawaziri wake. na kwa kweli wale ambao hawatawajibika sidhani kama watakuwa na nafasi na kwa taarifa eh, tu safari hii, watu wengi wamenishauri huko, wanasema ongeza ukali kidogo. Ni siongezi kidogo, nitaongeza sana. Kwa hiyo safari hii watu waliopata nafasi, basi wajue. Kauli hii inaweka wazi kwamba viongozi wanaoteuliwa wanatakiwa kuendana na dira ya utendaji kwa matokeo ambayo imekuwa kauli mbiu ya utawala wa Rais Mwinyi tangu elfu mbili na ishirini. Ni yepi matumaini ya wananchi? Naitwa Abdul Kadir Hamisi Ali. Mategemeo yangu katika uteuzi wa baraza, baraza la mawaziri la leo ni kupata viongozi wa wajibikaji na wafanyakazi na wafuatiliaji katika serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa mpangilio wa serikali mpya iliyoundwa. Kwa jina naitwa Asha Muhamedi Hamis. Maoni yangu kuhusu baraza jipya la mawaziri lililoundwa, tunategemea kupata mawaziri watekelezaji wazuri katika nyadhifa zao walizopewa. Salma Said, DW, Zanzibar. DW tunavuma kwa kishindo.